Habarini wapendwa, karibuni katika simulizi yetu ya Kivuli cha Mapenzi sehemu ya nne. Sehemu iliyopita tulisha mbapo ilisikika milio ya bastola nje ya nyumba, tukiwa tunajiuliza, je, waliofuata natasha atasalimika kweli? Tuendelee na sehemu yetu ya nne. saa kumi na mbili asubuhi milio ya bastola ilizua taharuki walinzi walikuwa nje ya nyumba ya maficho walijibu haraka. Walikimbia upande wa nyuma wa nyumba, huku akifyatua risasi za tahadhari. Tasha akiwa ndani, alianguka chini kwa uoga, akakumbatia begi lake la mkononi ambalo lilikuwa lina nyaraka za ushahidi. Neema alipiga simu haraka sana na akasema, Tasha, endeleeni kujificha chini ya meza, ulinzi wa polisi maalum huko nje na wengine wako njiani wanakuja, lakini tayari mmoja wa walinzi alikuwa amejeruhiwa. Ilionekana watu waliovamia walikuwa wanajua vizuri mpangilio wa eneo la hiyo nyumba ya maficho. Mmoja wa watu walikuwa wanamlinda Tasha ndiye aliyekuwa msaliti deleva ambaye alikuwa amemtoa Tasha Dar es Salaam. Alijaribu kutoka nje na bastora mkononi, lakini kabla hajafika mbali aliangusha bastola chini, na yeye akapigwa risasi ya kichwa na kufa hapo hapo. Tasha alijua kuwa akikaa ndani atakufa. Alikumbuka alivyokuwa akimwambia Leonad kwamba yeye ni dhaifu lakini sasa moyo wake ulikuwa na shujaa, ulikuwa wa kishujaa. Alichukua flash disk ndogo akaificha ndani ya suruali yake ya ndani, yaani alificha ndani ya skin tight, na kisha akavaa koti na kujibanza dirishani. Alitumia mbinu ambayo alifundishwa na Neema. Aliruka ukuta wa nyuma na kujificha kwenye kichaka akiwa anapumua kwa nguvu. Alitazama nyuma yake, nyumba ilianza kuchomwa moto. Lengo la kuchoma nyumba moto ilikuwa ni kufuta kila ushahidi ambao Natasha aliondoka nao, na Natasha pia walikuwa wana lengo la kumchoma ndani ya nyumba. Kwa bahati nzuri, gari dogo la polisi maalum la, la Interpol lilifika na kumchukua ndani ya gari kulikuwa na mlinzi mpya, mwanamke mwenye macho makali, aliyesema: mimi ni Clara. Sasa huko mikono salama, lakini bado tupo kwenye vita. Tasha akiwa kwenye gari la Interpol, machozi ya uchungu na mshtuko yalikuwa bado yakimtoka. Clara af, afisa jasusi alimwokoa akamwangalia kwa huruma, lakini pia kwa ukali wa kazi. Ulichokibeba si ushahidi tu, ni hatima ya watu wengi. Inatakiwa kuwa imara. Walielekea makao makuu ya Interpol yaliyopo Arusha, mahali ambapo palijificha kwenye misitu ya usaliva ilikuwa ni sehemu salama, yenye vifaa vya kisasa vya ulinzi na mawasiliano ya hali ya juu. Na wakati huo, taarifa za moto uliokuwa ukiteketeza nyumba ya maficho zilienea kwenye vyombo vya habari, lakini hakukuwa na taarifa yoyote kama Tasha alikuwa hai au amefariki. Leo nani alidhani kazi imekamilika Hakujua bado analengwa. Tasha alipatiwa nafasi ya kupumzika na kisha akaanza kuhojiwa. Kila ushahidi aliokuwa nao ulianza kuchambuliwa: mawasiliano ya barua pepe, video za kamera za siri na taarifa za kifedha zilizoonyesha jinsi gani Leo Leonard alivyokuwa akihusika na biashara haramu za silaha, madawa ya kulevya na hata usafirishaji wa binadamu. Wakati wakikusanya ushahidi wa mwisho, waligundua jambo kubwa zaidi. Leonard alikuwa na ushirika kutoka mataifa manne tofauti, na mojawapo ni mwanasiasa mwenye ushindi Tanzania. Hii inamaanisha vita vya Tasha ilikuwa si mtu mmoja Bali ilikuwa ni dhidi ya mfumo mzima. Interpol waliotuma Clara pamoja na maafisa wengine kumchunguza Leonard kwa siri, huku wakimpa Tasha jina jipya la siri Hope Nyanda na kumtayarisha kuwa ndiye mshindi rasmi wa kimataifa lakini ndani ya moyo wake Tasha bado alitaka haki: sitaki tu awekwe ndani, nataka jamii ijue, wanawake wajue kuwa tunaweza kupigana na kushinda. Na hivyo maandalizi ya mkutano wa vyombo vya habari vya kimataifa vikaanza. Lakini siku moja kabla ya mkutano huo Tasha alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa namba isiyojulikana: ni kufa au ni kukomboe kwa penzi ambalo halijawahi kukamilika, by Leonard. Je, baada ya huo ujumbe Tasha ataongea na waandishi wa habari? Usikose kuungana nami katika sehemu inayofuata. mwisho wa sehemu ya nne ndio mwanzo wa sehemu ya tano. Karibu kwa Cossy Media, usahau kusubscribe kwa like na kukoment, ili uweze kupata stori nyingine na simulizi nyingine tamtamu. Bye.